Asante sana ndugu mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Godaf Films, na kukaribisha tena katika chaneli yetu ili uweze kupata hinti mbalimbali za maisha na mafanikio. Sasa leo nakwenda kukupa trick ambayo unaweza kutumia kula pesa za matapeli. Kama umewahi kutapeliwa au umewahi kupigwa mtandaoni, basi hii itakupa njia mojawapo ya kwenda kufuta machozi yako na kufuta maumivu yako. Kwanza, kama bado hujasubscribe, basi gusa neno la subscribe pale, ili uone unapata taarifa Po video mpya. Sasa kwanza tunaanze kujua kampuni ambazo ni za kutapeli, na hapa nazungumzia na programu zile ambazo zinaanzishwa mtandaoni na makampuni mbalimbali, alafu baadaye wanasepa na pesa za watu wengi sana. Sasa sizungumzim wat watapeli wat, wat, ambao wanakutana nao mtaani kaako kule wapi au aaa ambazo zinaanzishwa mtandaoni ama katika maisha ya kawaida, basi hizo nazozungumzia sasa. Kumekuwa na kampuni mbalimbali ambazo zimeanzishwa na zinasajiliwa kabisa nako na vibari vimesajiliwa kwa jambo fulani, lakini baadaye zinabadilisha uh, mwelekeo na kuwa matapeli. Uh, nitazungumza kwa mfano. Kuna kampuni moja ilianzishwa sina kama ilikuwa ni ya kitapeli ama vipi la, kwa mfano Smile We Care ilianzishwa baadaye ikapotea. Kuna watu ambao walikuwa wamewekeza pesa zao la, pesa zao zikatembea lakini pia ipo kampuni moja wapo ambayo nimewahi kujiunga nikapigwa ambayo ilikuwa ni Happy Group Charity. Happy Global Charity, sasa hata ukigugu haipo kabisa. Sasa kampuni hii ilikuwa inatoa ahadi nyingi sana, unajiunga kwa dola 40 halafu unaalika watu, ukialika mtu wa kwanza utapata dola kumi, mtu wa pili dola 20 watatu 30 wanne 40 mpaka kufikisha watu 18 unakuwa na dola kama 200, kitu ambacho yani, hakuna biashara ambayo unaweza kufanya ndani uh, uh, ya mwaka mmoja mwekeza dola arobaini ukapata faida ya dola laki mbili kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo hizi uh, kampuni hizo zinatumia triki hizo za kuahidi pesa kubwa ambayo kiuhalisia ni ngumu kutimiza, na kwa sababu ya tamaa ya, ya pesa watu wanajikuta wanaingia amtegoni amtegeoni na, na kushawishika kujiunga katika makampuni haya na kujikuta baadaye amepata hasara, kuliwa pesa zao. Sasa kwa kampuni mojawapo kujua kama ni halali ama sio halali, angalie kwanza ile ahadi ambayo imekupa na pesa ambayo unawekeza, je, inaendana? Kwa sababu pesa ambayo unaweza kurudishia mara kumi pesa yako ya pesa yako mara kumi na kuni kwenye kubeti sasa, na kubeti haikuhakikishini asilimia mia, yani uwe unapata unashinda kuhakikishi hivyo. Sasa kama, haiku, kama si betting, ama crypto cryptocurrency cryptocurrency inaweza kupata kukupa sala kupa faida. Sasa kama yeye anakuhakikishia kabisa, anakupa labda faida mara kumi mara ngapi, na anakuhakikishia kabisa, basi hakikisha kama hiyo kampuni moja kwa moja kama ni scammers. Sasa kwa hiyo, kampuni hizi zinakupa ahadi kubwa ya uh, output yani ya uh, income mode ipata tofauti yani kubwa zaidi kuliko investment utakayofanya. Sasa ukishaona hivyo utajua hiyo ni kampuni ya kitaperi. Kwa kuwa makini sana, unaweza kuibiwa pesa zako muda wowote. Kampuni itakupa vibali kabisa, itakupa leseni ya biashara, lakini inaweza isikawa ni ya kitaperi, kwa sababu kila mwekezaji anawekeza ili kwa ajili ya kupata faida. Kwa hiyo hafanyi jambo fulani kwa ajili ya kupa faida wewe, bali kujinufaisha yeye na kupa sehemu ya ile faida aliyopata kukupa wewe. Hajaanzisha kampuni ili atumie pesa yake kuendesha kampuni ukulipa wewe, bali wewe ndo uwekeze kwenye kampuni yake ili aweze kuendesha apate faida kwa ajili ya kukupa wewe gawio kwenye faida yake. Sasa hakuna biashara ambayo itakupa faida mara kumi ya investment yako. Sasa ukishagundua kwamba ni ya kapeli, nini ufanye? Kampuni hizi huwa zinaahidi pesa kubwa sana na zinatoa kwa wateja wake, yaani wakati zinaanza zinatoa faida kubwa kweli, kwa ajili ya kushawishi wateja wa kwanza ili waweze kuwa mabalozi wazuri kwa ajili ya wengine kupushia programu yao, ili muweze kuwa mashuhuda kwa watu wengine na kuruhusu kutoa, basi jiunge lakini kama inakutaka baada ya muda mwaka fulani mwaka mmoja miezi kadhaa ndio uweze kutoa pesa yako, basi hiyo ipo kanayo kabisa. Ila kama inakuhusu hata muda wote, dai siku tano, umetimiza kiasi fulani za kutoa, wewe jiunge. Ukifikisha kiasi fulani cha kutoa, toa alafu kape. Usisubiri pesa yako, sijui kuwe ifike kiasi fulani. Hapana, wewe kisha nani toa, ili utakapo watakapofunga, basi wewe umepata faida tayari. Hiyo ndio njia rahisi ambayo unaweza kupiga pesa za matapeli. Sasa ni kombe uweze kukusa neno subscribe, lakini pia uweze kugonga kile kiguse kile kengele, ili unapata notification naposti video mpya, lakini pia nakuomba uguse button ya kushare. Asante sana.